Kwa zenyewe zinasimamiwa kwa mfumo wa mabonde na tuna jumla mabonde tisa Tanzania hii. Aa, katika mabonde hayo tisa, bonde la Rufiji ndio bonde kubwa kuliko yote, lina ukubwa wa kilomita za mraba laki moja themanini na tatu elfu mia saba tisini na moja ambao ambayo ni sawa na asilimia ishirini ya ukubwa wa nchi nzima, lina, linapita katika jumla ya mikoa 11 ambayo ni Tabora, Singida, Dodoma Morogoro, Dar es Salaam, uh, Lindi, uh, Pwani, Iringa, uh, Ruvuma, Mbeya na Njombe. Katika mikoa hii yote, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, bonde hili kama nilivyosema alifati mipaka ya kiutawala lina, kuna mikoa mingine linagusa tu eneo dogo, halichukui mkoa mzima, lakini kipekee kabisa mkoa wa Iringa ndio mkoa unaopitiwa na bonde la Rufiji kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo wilaya zote za mkoa wa Iringa ziko ndani ya bonde la Rufiji. Kwa popote palipo na rasilimali ya maji katika mkoa wako, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hilo ni jukumu la bodi hizi kusimamia. <coughs> Uh, mheshimiwa mkuu wa mkoa, dhana eh, ya bonde ni kwamba ni maji yote yale ambayo yanatoka na mwisho wa siku yanaingia katika mto Rufiji. Kwa ninaposema bonde limeanzia e, Tabora, tafsiri yake kuna maji, kuna watoni yanakuja kutoka Tabora yanaenda kwenye mto, mto Rufiji. Ndio dhana kamili ya ya kusema bonde la, la Rufiji. Jambo la kujifunza sisi kama wananchi wa mkoa wa Iringa, bodi ya bonde la Rufiji imekuwa ni bodi ya mfano iliyoonyesha mipango ikaonyesha mikakati ikaonyesha matokeo ikaonyesha hatua inazoshughulikia hatua zilizobaki za mambo ambayo yamekuwa ni changamoto kwao. Namna ambavyo wamefanya kazi yao, kimsingi imetafsiri weledi, utayari na uzalendo kwa nchi. Tuwapigie makofi tena. Hili ni somo kwa bodi zingine zinazoaminiwa ndani ya mkoa wetu. Kuwa wajumbe wa bodi sio kichinjio cha watumishi na hekaheka heka kwenye taasisi tiwe ni chombo cha kimbilio la wataalamu, chombo kitakachobeba ushauri utakaochochea ufanisi wa kazi iliyopangwa na wataalamu. Bodi inatakiwa kiwe ni chombo ambacho kinakalimani maono ya rais na waziri katika utekelezaji wa majukumu yale yaliyoletwa katika taasisi husika. Na bodi inatakiwa kuwa ni kiunganishi cha wizara na wananchi katika utekelezaji wa sera ya maji. Sasa hata katika bodi zingine zote tumekuwa tukishuhudia baadhi ya bodi badala ya kuwa msaada kwa taasisi inakuwa mzigo kwa taasisi. Kuna baadhi ya bodi pia ziko ambazo kila wakikutana ajenda yao ni atoke nani afukuzwe nani apunguzwe nani. Chombo hiki ni chombo cha kulea watumishi, kulea vipaji, kulea maono, kulea dira ya kesho ya taifa hili. Tusiwe na bodi ambazo zikikutana kila mtumishi tumbo la kuhara linamshika leo kitaamuliwa nini. Tuwe na bodi ambazo zinabeba matumaini, zinabeba matarajio ya watu, zinabeba hisia za watu wetu, na zinakuja na matokeo yanayotarajiwa na jamii zetu. Kwa hiyo, Mama Rupimo, wewe umekuwa ni mfano wa mwenyekiti wa bodi ambaye umekuwa ni msaada na sio mzigo kwa wizara ya maji. Hongera sana. Kwa nini nimeyasema haya? Taarifa imejieleza. Kuna wakati rasilimali fedha imekuwa ni kidogo, kuitisha vikao imekuwa ni changamoto, lakini bodi hii imefanya vikao hivyo bila malipo ya aina yoyote. Tuwapigie makofi. Lakini pia wamekuta wenzao wanakusanya bilioni mbili, wakaangalia mipango walionayo wataalamu, mkurugenzi pamoja na timu yake, wakaona mbona tunaweza kuiboresha hii. Leo wameondoka awamu ya kwanza, wanakusanya bilioni ngapi? Tatu. Hizi ndizo kazi za bodi chachu ya mipango na fikra ndani ya taasisi, na ndio maana kwenye ile ile ile namna inavyoundwa bodi, wanachukuliwa watu wa uzoefu na talanta mbalimbali mbali. ili kila mtu mchango wake utumike kusaidia maboresho, mageuzi na maendeleo ya taasisi. Kwa hiyo ni waombe wajumbe wapya mliopata nafasi ya kuingia, mnao mtihani mgumu kuliko mitihani yote Mtihani mlio nao ni kuenzi yale mliyoyakuta na kuja na kasi mpya ya yale mnayoyataka. Lakini mkisema ah, najua mama Naomi, bwana hayo mambo yao ya zamani, sisi tumekuja kivingine, mtakwama. Mtakwama hilo nataka niwaambie mapema, na mimi uongo uongo, sijui mtakwama. Lakini jambo lingine, hamjaja kushughulika na watumishi, mmekuja kushughulika na kero za maji za bonde la Rufiji. Asikupe mtu kimemo huko ukaingia kwenye vikao , kazi yako ni kushughulika na mkurugenzi huyu. Mkurugenzi mamlaka yake ya nidhamu ipo, ipo akivuruga mambo huyu, wala hata kabla nyinyi hamjajua taasisi na utaratibu wake, kujua huyu bwana sasa yamemshinda haya mambo, sio bodi kile kile. Katibu tupishe, tunataka kujadili tupishe. Sasa katibu akishatoka, anaandika mtafsiri. <laughs> intimidation ya identity taasisi, intimidation inaua taasisi. Mkishajenga mfumo wa kutokuaminiana ndani ya taasisi, hakuna ajenda itastawi. Kwa bodi mpya, Mungu bariki. Ametoka bingwa, kaingia bingwa, nendeni kafanya kazi na hawa watu, na kwenye kazi hizi hakuna mkamilifu, sisi wote binadamu tu hapa. Ndio maana katika maisha ya kibinadamu, kwa sababu Mungu aliyetuumba anajua hakuna mkamilifu miongoni mwetu, ndiyo maana ameweka mambo mawili kibinadamu tunatakiwa tuombe radhi tunapokosea na kimungu tunatakiwa tutubu tunapokosea lengo la kuweka msamaha na lengo la kuweka toba ni tafsiri kwamba hakuna mkamilifu katika sisi sasa usije ukajifanya wewe ni malaika mweusi kazi yako kuona mapungufu ya wenzako tu wewe mapungufu yako huyaona kila ukifungua mdomo wanakosea wewe umeweza nini maana kuna mtu anaongea utazani mbinguni kule chumba chake kashafunga na pazia. Haitakiwi hiyo. Hiyo haitakiwi. Lazima katika maisha haya ya kiutumishi mpeane nafasi ya kujengana, kuwekea jengeana uwezo, kupeana nafasi ya kubadilika taratibu. Kwa mkurugenzi una kazi ya kuvumilia wajumbe wapya na wajumbe wapya wana kazi ya kuvumilia wewe. Kwa hiyo hapo mna kazi ya kusomana, kujua nani anaweza nini, nani haweze nini na kama taasisi tufanye nini ili tupate mchango wa kila Umefika b ume umefika hujafika ume. <laughs> <laughs> Sijawahi kusikia migogoro kwenye bonde, sisikii migogoro kwenye bonde na hatutarajii kusikia migogoro. Hamjawahi kuwa sehemu ya migogoro katika taasisi za serikali zinazofanya kazi ndani ya mkoa wetu. Kwa kweli bonde, jipigieni makofi mengi sana <laughs> hatujawahi. Tunaondoka hapa, huna deni. Huna deni. Labda kama kuna mtoto umetuachia huko, lakini huna deni. Umelewana <laughs> vizuri eh? Umoja mshikamano mkubwa, na nyinyi wote ni mashahidi jamani, hatuna migogoro hapa, kila mtu anafanya maisha yake eh, kazi zetu zinakwenda, utulivu upo, taasisi inaendelea kuaminika. Hatuna mashaka kwa mama Rupimu, hatuna mashaka. Hii timu kama ilivyokusaidia awamu ya kwanza itakusaidia pia kufanya vizuri zaidi lakini pia hizi taasisi zingine ruasa iruasa manispaa na taasisi zingine za serikali lazima muendelee kuwajibika kutoa ushirikiano kwenye taasisi hii ya Bonde la Rufiji. Lazima mkutoe ushirikiano, kwa sababu Bonde la Rufiji tukinyima ushirikiano, ikakosa ufanisi, wahanga wa kukosa ufanisi kwa taasisi hii ni sisi wote hapa. Kwa mfano, kama halmashauri ya manispaa, halmashauri za wilaya hazitotimiza wajibu wake wa kudhibiti kilimo holela ufugaji holela, vyanzo vya maji vikavamiwa, mipango yote ya bonde inakwenda na. Mipango ya bonde ikienda, sisi wote tunakwenda. Sisi tumeelewana vizuri, lakini pia vyanzo vya maji vikiharibika, hakuna kitu kinaitwa RUWASA kitaendelea kuwepo, hakuna kitu kinaitwa RUWASA kitaendelea kuwepo. So the survival of this, of this organization goes together with the way we participate to strengthen the good effort wanazoweka kwenye shughuli zingine lakini tukidhani mambo ya bonde la maji ni wao hayatuhusu, hey, nataka niwaambieni kifuatacho cha ITV ni hisidingu tutatafutana. <laughs> Ni lazima tuwaunge mkono, kila taasisi ni lazima iunge mkono jitihada za bonde la Rufiji.